Kiongozi wa wilaya ya Lubero Kivu Kaskazini pamoja na makamanda wa jeshi la Uganda UPDF waomba wakaaji wa mji wa Lubero kuondoa uoga katika mioyo yao wakati huu wa vita akizungumza na wakaazi wa mji wa Lubero wakati wa misa takatifu Jumapili hii tisa Machi 2025, kanali Alemi Tela Kiwewa, kiongozi wa wilaya Lubero, alijitokeza kwa mara ya kwanza tangu pale waasi wa M ishirini na tatu waliripotiwa katika vijiji mbalimbali mbali kusini mwa wilaya Lubero. Kanali mkuu wa wilaya ameomba wakaazi wake wote kusimama na kuondoa uoga kwa kuchangia amani na usalama wilaya ya di Lubero.

na sisi wote na mikono yetu tunatia tupinge mikate mosubi ayiko maneno ya kogopa mutu yote, kwa sekter kwa kazi yake konafanya ayuwa sema hapa sasa, haiko tena tena, haiko tu maneno ya nani, ya politike haiko tu maneno ya diplomasi, haiko tu maneno ya waskari

Kwa upande wake, Anthony Utumu kutoka jeshi la Uganda UPDF, walioko eneo la Lubero, lazima wakaadhi waendelee na kazi zao kama kawaida, ikiwemo shule, kilimo na biashara. Kama kamanda wa UPDF layani Lubero, amesema usalama tayari umerudi, kwa sasa wanachohitaji ni ushirikiano, kwani wamekuja eneo hilo kushirikiana na jeshi la Congo FARDC kwa ajili ya amani na usalama. UPDF imesema itaondoka kwenye ardhi ya Congo wakati watahakikisha na usalama umepatikana eneo wanalodhibiti kwa sasa ikiwemo Lubero. UPDF imetoa angalisho kwa vijana wazalendo wanaovaa uniform za kijeshi inayofanana na ya waasi wa M23 kuziondoa haraka iwezekanavyo. Naitwa Anthony Tim. Chenye chenya naweza kuwapatia raia ni kitu kimoja tu wasigope: Kwa nini? Tumekuja kuwachunga, tumekuja kuwachunga. Naona kwa sasa usalama imekuwepo, sio namna tangu imewanza, wasikuwe na waziwazi -wazi, tumefika tangu tufike huko Lubero na mpaka sasa hivi naona mabadiliko, mabadiliko ziko, mabadiliko ziko, yalikuwa mateso amekuwepo Uh, tumeiungana pamoja na wadugu yetu FRDC nafanya kazi pamoja mpaka sasa. Naona kila mtu sasa lazima arudi kwa kazi zake, kufungua ofisi, kwenda kwa samba, tumika kazi yoyote ambao unaweza akatumika kwa sasa, kwani naona tumekuwa sasa na amani uh, hapa Lubero zaidi sana sana, ilikuwa namna nilikuwa nagopa wale wanategemea wana, nawezi kafika huko na kwa saa hii waweze kafika wapi, awezi wa kafika huko. Labda tu hawa waongea kwa watoto yao ambao nasema Maimai, sijui Wazalendo iamebaki kama nawatesa hapa ana, unasikia saa yote, unasikia masasa analia ku town, unauliza nani ambao anapiga risasi na kutene watoto yao? Hiyo hiyo tu wa Maimai sijui Wazalendo. So wakoe ngumu, tuko pamoja na hawa, tumekuja kuwachunga. Yaani, tuko na dui mingi hapo uh, dui ambao tunatafuta ADF bado ziko humu na bado tunaendelea kuwatafuta mpaka watoke, ndio sisi tutafanya nini, tutatoka. So saa yote kama amesikia mtu yeyote akisikia hadi yafiku sehemu fulani, lazima atupigie simu ama waelezea wakubwa za kwao, tukuje tutafute tuwatoe watoke watuachie amani. Wakaazi wa Mji wa Lubero kwa upande wao wakiomba viongozi kutafuta shida, kutatua shida zao, kwani wanaowathirika kwa sasa ni, ni wakaazi wasiokuwa na hatia wasiokuwa katika siasa. Kwa leo tunaishi ni kwa neema ya Mungu Hali ambayo tunapitia kwa leo ni mboni, hali yenye hatukusudie kuishi. Haiko seni hali ya mzuri juu unajikuta population sa, tunakuwa melange na group mili, militaire, haiko bien vile. Tunakuwa na mahofu, tuko na magrup militaire mingi. Tunakuwa na baugande, tunakuwa na bazalendu, tunakuwa na FRDC. Pour nous population kuishi na arme pasimoo inatuletea mashaka na naoga sana. Tunaomba Mungu angetusaidia tupate amani. Juu kama ni presensi ya wa militaire hapa maana yake inaonyesha ke securite ya kuwa bien. Me securite ngi kuwa bien kumbi ba militaire abiko hapa mingi hivi. Me Mungu angetusaidia na government yetu ngisaidia ba arranger kwenye problem inatokea. Juu tuko ba victime, hatuwe kama tunafia nini. Lubero leo kama tunapitia hivi vyote kama wanasema kuko masinyatire zilikuwa sinye hatuzijue na hatukuparticipa kwa kwazo. Bebangi tusaidia ba arranger batupatie amani. Ile ndio tuko nao bezu. Apa? Vita vya M23 na jeshi la Kongo FARDC vimepelekea watu wengi kuwa wakimbizi ndani ya taifa lao na kwa sasa wengi wakiwa katika mji wa Lubero na Butembo ambako hawana msaada. Mesiko, Mugaju, apa, niko naogopa sana kusema tena, nitoke hapa Lubero, siwe ndangaikia wapi, ndaishiaka tiu wapi kwenye ndafikaka, na niko nakimbia na watoto na watoto, na niko nateseka sana selo kuishi tando, ndakula mchana usiku ndalala njala, nikakula usiku ndashinda njala make, niko nateseka sana. Utafahamu kwamba ni tangu Jumatano ndiyo shughuli za kimaisha zimeanza kwa mara nyingine katika mji wa Lubero Kivu kaskazini baada ya mji huo kushuhudia uporaji wa mali na machafuko iliyotekelezwa na vyombo vya usalama, ila kwa sasa hali ikiwa imerudi tulivu. Ni ripoti yake Kambale Sibanzire Serge aliyetembelea mji wa Lubero kwa niaba ya MTV.